Navyotaka kuzama nazama. Tena nataka kujua reaction ya wana pembeni, walikuwa wanafanya nini wana? hasa ni wale waliokuwa ambao wanaangalia kule, walivyoona tayari kiboko anaondoka misha nijeruhi e, kwamba ndo kuna mtu ambaye walikuwa hapo mbali, mtumbu mmoja kama huu walikuwa wawili wanavua kokola. kwa hiyo walivyoniona ndo wakawa napaza, walishajua tayari yule muda mrefu amepambana kwa amipa, amechoka kwa hiyo wakapaza sauti, usizame, usizame, tunakuja kukuokoa. Kwa hiyo wao walikuwa kama kwenye kibanda kile kule kile. Wakawa wanakuja sasa, wametungua mtumbo wanakuja na wana Eh. Wana eh he. <laughs> hey. hey. Ila sasa mnabidi mninyoshie mtumbo mnilenge, yanakurudisha kule ninavyoenda hivi ndo nazama Eh. Wanakusikia, wananisikia e, tayari walishafika jirani. Kwa hiyo walipofika jirani, mimi nilivyoona mtumu umenisogelea kama hapa e, hivi hey, hey, ndio nikawanyoshia mkono, ndio nilikuwa naenda, manake manake, bila kuudaka mkono, basi nilikuwa mimi naenda. Yani, ndio ya mwisho, ndio ka, naenda kabisa yeah. Vibaya e. E, jamaa ndo wakanishika, wakanidaka mkono, maumivu makali, maumivu kipindicho siyasikii ah, kwe kwanza, eh, maumivu maumivu kwenye, kwenye, wenyewe, wenyewe, wenyewe. Kwenye kidonda ili damu sitoke nyingi, eh, wakanifunga shati yangu nikatoa nikavua mwenyewe, nikawafunga wakanifunga wao. Akasema unatokea foroza gani? Nikaambia madafu.

Kwa kuwa watu wananijua, walivyofika kunichungulia kuniona, wakasema huyu sao ndo. Watu wakachukua boda boda ndio kunikimbiza hospitali Ngoma. saa ngapi? ilikuwa kama saa tano hivi asubuhi. Eh, tuendelee. wakakupeleka hospitali ya hapa hapa au mjini? Wakanipeleka, nikapata ile huduma ya kwanza kope kope, eh ya, ipo mbele. Eh, ipo mbele kule uh -huh. To, nikapata nikafika, kule hospitalini wakanipa tiba ya kwanza ya madripo, wakanitundika madripo matatu pale baadaye, mimi ndo nikawaambia jamani, kwa hali nilionayo hii kwa hapa naweza nikafa okay. e, naweza nikafa eh, nikafa. Nasikia maumivu kidogo vibaya mno, watu ndo kama kama watu wengi wananitambua hivi, ndo watu wakawa wamefika wengi hivi kuniangalia uh, eh e, baadaye mimi nikawaambia jamani, watu wanaokuja wengine sio wazuri eh. Naombeni wasiingie wengi, wenye nani, wakae ndugu kama ndugu eh, uh, e, unajifunza nini? Yeah, huwa vitu kama hivyo vinatokeaga. Eh. Eh. Ah, siku hiyo hiyo. Siku hiyo hiyo. Siku watu wengine hiyo hiyo mchana nikawaambia jamani sababu watu wakasema tutafute usafiri wa gari, mara waende wakaombe mtu gari la mtu wa kodi si wafanyeje. Mimi mwenyewe tena nikatoa wazo, nikasema jamani hapa tupo kwenye hospitali yenyewe sababu ipo jamani na barabara. Nikamwambia hapa uwezekano wa kuja kutoa kuna nani mtu atoe gari lake akajaze mafuta nitafia hapa hapa. Naombeni msimamishe tu basi hapo, zinapita hapo zije zinichukue, siti za nyuma hizi mchukue tu siti, mi niende mjini haraka, damu damu zimekata damu zikwa zinamwagika kama zote. mm. mm. mm. tu kwa nani alipeleka, tulipleka taarifa a, kuna mdogo wangu mmoja wa bodaboda yuko hapa, ndo akawapigia simu, sababu namba yangu alikuwa ya nayo, na simu niliacha kwa nyumbani, mke wangu akapokea Ndo no. e, akamwambia wane, uje, uchukue nguo za, mme wako, mme wako, ajali, umia, wane, nguo za mme wako mme wako amepata ajali anaumia, kwa hiyo tunamwaisha hospitalini, na wewe mwenyewe chukua nguo, jiandae uje hospitalini, tuendelee hospitalini. Kwa hiyo kutoka kope tunaenda mjini huko, na wapi tuko na wapi tulipofika, government tukapokelewa pale, tukawa tumepewa nani odi pale ya kulala, siku ya kwanza kapata matibabu, ilivyokaa matibabu siku ya kwanza tu pale tulikaa kama wiki Matibabu niliyopata sikupata so matibabu ambayo kuweza moja kwa moja kuhimili mguu, sababu mguu ulikuwa umeumia sawa, lakini sasa ulikuwa sio wa kukata. Kwa hiyo matibabu yalianza kwa, ya kwa kuchelewa au nini kilitokea pale. Mi nahisi mfukoni ndio ulichelewa, walikuwa wanasema pale government, sababu wao hatukujua kwamba kinatakiwa ni kitu gani na waseme wao wow, tu, wal... tu... sababu mimi nilipokuwa ninalalamika kuhusu maumivu makali nini, wakasema ngoja utapona nini baadaye, wakawa wananiosha tukidonda na kufunga tena, akishonwi mguu haujakatika wala mfupa haujakatika hadi kisireni, nayo mpaka walikuwa wanasemaje, wao madokta wakawa wanapishana pishana tu kule ndani. Sasa tulikuwa tuelewe kwamba inabidi tufanyeje ili tutoe hela ili tukutane na daktari mkuu, kwa atutambui lolote Baadaye nimekaa wiki nzima, mguu haujatibiwa, haujashonwa wala nini, na vidole hivi nikiwa nikichezesha mbele hivi kwa vichezi, nimesha katwa, mshipa ulikuwa umekata. Kwa hiyo wiki yu, nzima mguu mpaka ulibadilika rangi tayari, nikigusisha huu na huu ulikuwa baridi sana ka kama nyoka, mawasiliano kwa damu, ukiangalia, madokta wameingilia huko, katokea huko. Eh, hey, uh, madokta kiujumla tu, yani, ilikuwa mambo fulani hivi kama hakuta ufahamu, sababu nilikuwa nalalamika nalalamika sana government pale, mpaka wakaikafika wakaniblock na nini simu yangu, nilikuwa nikimpigia mdogo wangu, wote walijua si ndugu, labda na na hela. Baadaye baadaye nikaomba msaada, nikamwambia jamani, nisamehe huduma basi. Baadaye akasema huyu dogo ana mdomo sana, anaongea sana, ngoja tumkomeshe, anaongea nini really E. Wanasema una mdomo? Eh. Daktari au nesi? Ah, walikuwa manesi tu. Kosa lako nini sasa? Unaambia ulikosea nini? Sikukosea kitu chochote kile. Labda labda hela tu labda labda sababu atukutoa labda ndio hicho. Sasa ulikuwa uwezi kujiongeza kwamba hawa kuna kitu wanataka nifanye sasa. Ulikuwa uwezi? Ah, kwa mimi kwa muda huo nilikuwa tayari si sijitambui si, sijielewi. Kwa hiyo nilikuwa naongea wende kama nilikuwa natoa maneno makali, labda wao waka kela, ila mimi sikuwa sikutambui. Unakumbuka ulifoka foka kidogo? Eh, nilikuwa naambia, jamani mbona mnihudumii si nini? Basi ndio nilikana wao ndio walikuwa wamemind. Kwa hiyo e, e, mb... mb... kaka, wiki moja unapewa panado tu. Nilikuwa sipewi dawa yoyote zaidi ya kuosha tu kidonda na kukifunga tena. Na nani, baadaye nikaomba rufaa kuondoka kwenda Songea sababu Songea ndio nyumbani, wazazi walikuwa hapo kule, mamangu yuko kule. Familia yote asilimia hii nani nzunguka ilikuwa kule. Kwa hiyo nikasema ngoja kama kufie nikafie tu nyumbani. Kwa hiyo ndo nikaondoka nikaenda Songea nimefika sana. Ah, waifu, waifu nikamwambia rudi akae na watoto hapo. Niliondoka na mdogo wangu ambaye ninasema yuko Dar. Uliona kuondoka wote nikamwambia mke wangu e, baki. Tumefika tuliyofika Peramiho tukapokelewa, tuka tulivyopokelewa usiku ule ule nikaingia feta usiku ule ule. Madokta wa pale ni wachangamfu sana na walinichangamkia, walivyoniangalia mdo kidonda wakasema, kweli kidonda hicho bwana umekichelewesha, mguu ulikuwa sio wa kukata, ila umeuchelewesha. Kwa hiyo wakaniosha kidonda, kuja kucheki, nyama zikazi na pokuchika tayari, zimeshaoza uwezekano wa kushona, uwezekano wakasema umechelewa. Kwa hiyo e, ndo baadaye kuna ndugu yangu mmoja ni nesi nayo palepale pale, ambayo tumetoka kijiji kimoja Songea huko nyumbani ziwani kwa hiyo akasema dokta haiwezekani kufanya vingine vile hili, kukweli, e, ili asikate mguu. Akasema kwa kweli haiwezekani, na kweli kukaa kidonda kikawa kinatoa ufunza tayari. Eh, ina maana, mwanangu, ulikaa zaidi ya siku saba bila kutibiwa. Hiyo ndio iliyotumiza ile iliyotumiza daktari anamshauri nesi tukate mguu, unasikia. Mimi hapa alionishauri wa kwanza ni dokta yeye mwenyewe kipindi ananipa matibabu madogo madogo Alipofika pale akaniambia, dogwe, mimi kama dokta nakushauri, huu mguu usiwache, bora nakushauri ukate huu mguu. Kwa nini? yeye alivyoniambia kwamba ukate mguu baadaye, nikasema kwa nini dokta, akasema, huu mguu umeuchelewesha, madokta wa Iringa wamekusababishia huu mguu uharibike. Sasa ndasema, basi sababu dokta ameongea, basi ngoja tu nifanye hivyo. na kweli

Hata, mimi ah. <laughs> mimi nipo ndani, wao wapo kwa nje, wanaanza kusema wewe, akome huyu dogo, anaona neno sana. Sina nini, nawasikia yote wanayoongea. Kwanza najijua kwa nini tunaga huruma binadamu. Yani sometime unaweza ukasema kuna wachawi lakini trust me, hamna wachawi. Wachawi ni si wenyewe hivi. Huyu dogo asingekatwa mguu. Kama binadamu tungekuwa na imani, kama binadamu tungekuwa na mioyo ya huruma kama tulivyoagizwa na Mungu, kama binadamu tungekuwa na, tungekuwa na upendo kama tulivyoagizwa na Mungu, huyu dogo asingekatwa mguu. Amini nakwambia, amekatwa mguu then wamemuweka siku saba A, wanafunga tukidonda hata pana doha mpi kisa hajatoa rushwa. Alafu na limwanangu nalo liboya, ili alijui kwamba watu wanataka rushwa, yani alijiongezi. Dogo amekatwa mguu kwa sababu ya roho mbaya za binadamu. Dogo amekatwa mguu kwa sababu ya roho mbaya ya madokta. Yaani mnakuja hamna huruma kiasi hichi? Haya, huyu mwanangu leo amekatwa mguu, angalia, amerudi tena kwenye maji ku, ku, kwa ajili ya kuja kuhangaika hivi. Binadamu tujitahidi kuwa na huruma, madaktari, manesi. Mungu anawaona manesi, kuna siku Mungu mtakuwa naye uso kwa macho, atakuuliza kwa nini ulimfanyia Esau vile, utamjibu nini Mungu? Wewe yaani wewe ni mgumu kiasi kwamba hata Mungu utajibizana naye? I say I wish niwatukane matusi ya dunia nzima This is not real fair. Huyu bwana mdogo ana wa watoto wanne. Mlitegemea atapata wapi hela ya kutoa rushwa ili mumtibu? Na ametoka kutafuta 10000 tu ya samaki akale na mke wake na watoto. I say I feel so bad. Trust me, yani mimi kuna muda niwe hivi visiyo kiongozi. Walai mimi nitawafukuza kazi nyinyi kila siku. Niwe hivi hivi sina uchawi. Ntawaloga nyinyi mpaka mchanganyikiwa mwancho kwa mnalombo kama nini bwana. Esau pela mimi ulilazwa. Yeah, mimi pale nilikaa kama mwezi mmoja. Mwezi mmoja mmoja. Yeah. Hivi. Ah, okay anyway. Daktari alivyosema bwana inabidi tukukate mguu, mama alikubali, uh, na wengine wote walikubali. Eh, pale sababu walikuwa wananiuguza ni mdogo wangu na mama yangu mzazi. Baadaye nilipopewa kwamba kusema inabidi ukate mguu, basi bidi nikubaliane na daktari anavyosema, na ukiangalia mguu wenyewe tayari usha ushaoza, unatoa funza unatoa funza bado mzima. Nikasema basi daktari mimi nakubali. Mamangu akaenda kuweka sahi kule saini. Basi wakaniambia kwamba kesho naingia. sana Sanasana ilichokuwa naumia kikubwa, wale nilikuwa nacheza nao mipira wenzangu wakinipigia kunitakia. hatujapiga story, u bwana. Mimi kuna mwaka niliwahi kuja hapa na watu wa Yas, zamani Tigo, tulizamini bonanza moja, huyu jamaa alicheza. Ulikuwa namba gapi? nilikuwa anacheza namba saba, namba saba alikuwa anamimina mno, sijui unanielewa. Yaani nakumbuka siku hiyo mimi nilikuwa natangaza mpira, nilikuwa na kazi ya kumtaja tu huyu bwana, na nilikuja kushtuka siku nimekuja Migoi, namwona na mguu mmoja, wakati alikuwa bonge la mchezaji. Nikamshukuru Mungu nikasema, Esau nitarudi kwa kwa ajili yako.